Tangazo. Mimi Martin White Lusinga almaarufu Tin White, pamoja na kampuni ya White Films, chaneli yetu ya White Films YouTube, tumetoa idhini dhamana kwa watu wa Umoja Movies Company kusimamia kazi zetu zote huko mtaani na library zote za Tanzania. Sio kwa ubaya, kwa ajili ya maendeleo ya kazi zetu. Asanteni sana. Mimi labda nikuambie tu kiukweli, ndugu yangu, yule mwanamke wako hana adabu hata kidogo. Na wanawake kama wale, akia Mungu, ipo siku atakuja atakufanyia dharau mbele za watu waheshima ambao wewe unaheshimiana nao. Alafu mwisho wa siku ukimchukua ukimweka pembeni, ukaanza kumuelekeza makosa yake, atajifanya wewe mume wangu, sijua nyona majina yao anaitaga wewe, oh, utasikia wewe baby. Hasira zilinipanda kichwani mwangu, naomba nisamee shetani, alitereza ila, yule mwanamke hana adabu. Fanya maamuzi. <laughs> Na, na, na, na na, na kuna kitu beda nimekumbuka. Kitu gani tena? M, mimi naomba katika yale masuala ambayo tuliongeaongea yale, kuhusiana na Sofia, mimi sitaki mtu wa mjumbe mpaka sasa hivi ajue kitu chochote. Naomba tukae kimya, kama ulivyokuwa nimekuficha wewe, lakini sio kwa malengo yangu. Naomba mtu wa mjumbe kwa sasa hivi tusimwambie kitu chochote. Kwa nini tumfiche wakati tunashirikiana nane kwa kila jambo? Yaani kuna muda pandu tunatakiwa tumweke wazi ili ajue kwamba anaishi na nyoka ndani kwake, kuliko kuficha ficha hivi, tutakuja kuumbuka. unajua ni kweli Beda, mimi sijakataa na wala sijabisha, yule tunatakiwa kumwambia, lakini sio kwa wakati huu. Una unajua yule ni mtoto wa kike, na siku zote mtoto wa kike kumpa siri nzito kama hii, haki ya Mungu! Yule afu ukiangalia mtu tunayempa hiyo siri yake ni mumewe, umeona? Sasa kule kaulizwa, ehe, aliyeko mbevi vitu ni nani? Atasema ni Beda na Pandu, uone? Sasa mimi kama hapo utakuwa umeniingiza kwenye matatizo ambayo siwezi nikajua ninajikwamuaje hapa, siri yetu. hmm. ni kweli unachokizungumza Pandu. Unajua anaweza kamweleza mume wake ili jambo na lilipokuwa zito na kwa jinsi picha anayoonyesha mjumbe na hali inayoendelea katika hiki kijiji, mwanamke anaweza akajichanganya yule, ukajikuta anakutaja, alafu ikaja ikaleta shida zaidi. Kwa hiyo kuna muda inabidi tutumie akili ili tujue jinsi gani ya yeye kumtoa kwenye mdomo wa mambo n--na hicho mimi ndo nichokuwa nakimaanisha ndugu yangu. Basi tuifanye kwa siri, siri yetu kidogo tu anione. Bila shaka huyo atakuwa anakwenda kwa Beda. Lazima niujue ukweli leo, maana nilipoambiwa kwa mara ya kwanza mke wangu alitoka chumbani kwa Beda wakaniwai na kucheza na akili yangu. Sasa leo nitajua mbivu na mbichi. Tulia hapo hapo na usisubu tu kuingia ndani. Ukijaribu kunyanyua wa mguu wako hapo siku ya leo, utaiona chungu, utaijutia maisha yako yote nimekufuma. eneo la tukio, sasa subiri huyu. Yani Beda kila mara nahisi mi ndo mkosaji. Sasa nataka leo aja aniambie wewe na kwa ni nani, na kwa nini unakaa nani kwake kwa siri

ujanja mwingi mbele kiza. la la la la la la la la, siri yetu. Sofia, Sofia njoo <coughs> nisaidie, njoo nisaidie kumuingiza ndani, fanya haraka haraka vipi? Mbona unakuja kwa wasiwasi wewe? <coughs> lazima niwe na wasiwasi, wajua kama mume wangu ananifuatilia. Un, unamzungumzia mjumbe? Sasa mimi naomba ngapi? Sasa kama wewe ameshaanza kukufuatilia, inaonekana ameshaanza kukutilia mashaka. Mashaka, mashaka kwa nini yeye mimi nadhani ndo ana majibu ya maswali yake. Kwa nini anaamua kufuatilia? au labda mimi nadhani hmm, labda nini? pande wewe maswala ya mume wangu yaachi kama alivo, hata sukumeze kichwa, ila mimi nitakuhakikishia, nitajua kwa sababu nita gani ananifuatilia. Ah, tuachane nayo. vipi lakini, umefanikiwa eh? Kufanikiwa nimefanikiwa, nimepata nguo za kumstiri pamoja na kuficha vema uso wake. Ah, aisee, Farida akia Mungu Mungu akubariki, akuweke salama, ukae utunzwe na Mungu, munguni malaika wa heri wote wakutembelee asikupitishe sehemu yoyote mbaya mbaya yenye vikwazo wala vishawishi. Na nguo hizi hizi ndio tulikuwa tunazihitaji. Yaani hapa umetisha kama radi, watoto wa maskani wenyewe tunasimaga umepiga kwenye mshono. Ah, wepandu wewe hapo sijui kana nanjeza maneno hapo nikalewa sifa, ila sikia kutaana wambia napenda sana hata mimi nakupenda na, yaani kiufupi hapa tunapendana wote na wao na wanakupenda, yani kiujumla tunapendana pendana wote. <laughs> aya bwana, kwa heri. Si aya unaweza ukaifanya kwa siri. Siri siri ni ya watu wawili watatu, sio siri. Siri yetu kinachotokea sasa hivi, Sofia, uzidisho makini, unajua bado upo kwenye hatari na ninachokiwaza sasa hivi ni kutafuta eneo ambalo wewe litastahili kufanya mazoezi kwa uhuru ili mwili wako uendelee kuimarika zaidi ah. Eh, eh, kabla sijasahau, huu mzigo amenipatia Farida nkuletee ni zile nguo. We asante, ana roho nzuri huyo. Sasa Pandu, nilikuwa nazungumza hapa na Sofia. Kwanza zidisho makini bado upo kwenye hatari. Lakini vile vile nilikuwa namgusia kuhusu yeye kuendelea kufanya mazoezi ili mwili wake uendelee kuimarika zaidi. Na kingine ni kuhusu kumweleza Farida ukweli ya maovu ambayo anaendelea hapa kijijini, na hususan ni mume wake, haya maovu ambayo anaendeleza. Ni wazo zuri ki upande wangu, ila sasa sijajua ki upande wa Sofia yeye mwenyewe anachukuliaje hili swala. Ah, kwa wazo langu mimi nimefikiria kwamba ni lazima tuambiwe ukweli. Kwa sababu tunahitaji ushirikiano wake wa hali na mali. Farida hana kitu chochote cha kutupa sisi ila roho nzuri alionayo nina imani kabisa inaweza kutufanya tukafika lengo. Wewe Pande, unaonaje kuhusu hili? Kuna haja ya kumweleza Farida kwa sababu hili jambo ni kubwa na ni hatari zaidi. Mimi mimi wasiwasi wangu hapo kwamba mnaweza mkamfikishia hili swala Farida alafu sasa, unajua Farida na, na mjumbe ni mtu na mkewe. Unaweza ukakuta katika mapenzi yao labda huku na huku. Farida yule mnavoona na moyo wa kuhifadhi hivi vitu. Unajua sija karibu mambo yote hapa yakawa ovyo ovyo. Mimi sidhani kwa sababu unajua mimi nimeishi na Farida kwa muda mfupi sana lakini nimegundua kwamba ni mwanamke ambaye ni shupavu mwanamke ambaye ni jasiri anaweza kuhimili vitu hichi kitu ni lazima tumweleze kwa sababu hata kwa upande wetu pia kitakuwa kina faida tusipomwambia kuna vitu vyetu vita stop yani ya ni lazima aambiwe ukweli uliojificha nyuma ya pazia mm, nyumba mm. hey, ndoile pale na wapo ndani na, na uhakika asilimia mia, mia. hawa leo lazima ni wafume Nitaujua ukweli wa huyu daktari uchwala anayetibu wake za watu kwenye chumba chake kimoja, kwa mguu wa shetani. Kwa jina la Baba na la mwana na la Roho Mtakatifu. E, Mungu nipe nguvu. Ndo mara ya kwanza kwenye maisha yangu kumfumania mke. Kwa jina la Baba na la mwana na la Roho Mtakatifu Amen. Let's go. Hmm. Ah, ni wazo zuli pia, kama nyinyi wenyewe mmelizika na mimi sina budi kulidhia, ila nachoanza ni kitu hichi kimoja, kati yetu sisi hapa, kati ya beda mimi na wewe, nani atakayeenda kuongea na huyo Farida? Aa, ah, mimi binafsi siwezi kulizungumzia hilo, najiweka pembeni kabisa, ila mimi nawapa ruksa. Lakini kingine nasisitiza, mtakavyoenda kumweleza Farida kweni makini sana, hususan ni jambo la na mume wake. Kwa hiyo angalieni, je anaweza kalipokea na kaliendo, sio mnakurupuka na kumweleza. Ila mimi nafungulia milango ya baraka na yaheri kabisa, ila umakini ndio kitu kikubwa, na mkumbuke kuwa hii ni siri yetu, siri yetu. Sikizani kitu, mimi nataka niwatoe shaka kwenye hilo, mimi naweza kuzungumza na Farida kwa sababu kwanza, mi Farida ni mwanamke mwenzangu, pili tuna jinsia ambazo zinaendana. Kwa hiyo tunaweza tukaongea kitu ambacho tunaweza tukakaa chini tukaelewana vizuri kuhusu hilo, hata msiwe na shaka mm. Ah, sawa, kwa vile wewe mwenyewe umeshasema mwanamke mwenzio, utaenda kuongea naye, wewe haina shida, ila mimi naomba nijazie nyama hapa. Mwambie kabisa hii ni siri yetu sisi wenyewe, asija kalopoka kwa mtu yote. Akiamua ya kiropoka kwa mtu yote, tambueni kwamba hatutapata ushahidi wa aina yoyote na mambo yetu atakwenda varaganti kuhusu hilo hata msijali. hmm. kwa sababu mimi nimeshasema nitaenda kuzungumzan, kwa hiyo nina imani nitaongea naye kwa kina na atanielewa. Hakuna kitu ambacho nahisi kitashindikana, na kikubwa tu ni kifua eh, eh, kwa hiyo inakuwa ni siri yetu, ni siri yetu. Eh, basi freshi <laughs> ni siri yetu. Ni siri yetu. Eh, eh, unaweza ukaifanya kwa siri. Siri ni ya watu wawili, wa tatu sio siri, siyo siri. O siri kwa siri. Habari dada? Salama, habari. Ah, fresh. Unapendeza. Asante. Unajua, nimekuwa natangia nikiwa mbali nikiwa natoka zangu hivi chini, napandishe una mwendo fulani hivi wa malingo kama bata eh? mwendo fulani hivi amazing. Eh? The way jinsi ulivyo kuwa toru nini ya yeah. Ule fulani hivi nao know? Uko fresh, umetisha kiukweli. Nimekuelewa uponoma Sophie... <laughs> asante kwa maneno yako, lakini sasa cha kushangaza ja we hujaniona, unawezaje kunisifia? Amna, unajua ukishakuwa mtoto wa kike tu una haki ya kusifiwa. Wewe kama nani? Kama mtoto wa kike ukuona ni jambo la ziada, maana hata kama sipokuona haiwezi kubadilisha jinsia na maumbile mazuri uliona. Nikuone ama nsikuone, utaendelea kubaki hivyo hivyo, mrembo. Labda kama utakuwa umevutiwa na urefu wangu ama mwendo wangu, au pengine sauti yangu ninavyozungumza, pengine labda umeielewa. Mjumbe ana mabara anaumiza watu wengi, watu wanakosa Shaza. Lakini ukisema labda sura yangu ama shepu yangu ah, utakuwa ni uongo kakaangu, kwa sababu hapa ndipo nimevaa mavazi ya stara. Kwa hiyo utakuwa umenionaje? Uzuri ni kwamba mimi uwaga sinaga chaguo Sio mtu wa kupenda shepu wala sura, mguu wa bia ama mguu wa soda, vyote hivyo mimi huaga sana kazi navyo kabisa. Kwa hiyo wewe unakuwa unampenda mwanamke kwa vigezo gani? Kinachonifanya nimpende mwanamke ni mwanamke mwenyewe, na vingine ni ziada, ni ulembo na mapambo tu kwangu mimi. Ukisha kuwa mwanamke tu inatosha kupendwa na mimi kabisa. Sawa, nashukuru kwa hilo. Una lingine la kuzungumza kabla sijaondoka? Kama tutakutana tena kwa muonekano wako huo ulionao, hakika nitakukumbuka, na hapo ndipo nitafunguka zaidi. <laughs> Asante kwa muda wako sana, Makia. Siri yaani kiukweli, mpaka sasa hivi najaribu kuwaza na nashindwa kupata majibu ya kile kitu nilichokiona pale ndani hem, nakuomba mjumbe, nifungue masikio yangu au nifungue macho yangu, basi nielekeze nini kinaendelea pale, kiongozi wangu. Hapo Baba Pandu, wewe ni kijana wangu, naomba unisikilize kwa makini sana. Mimi na wewe tumefanya vitu vingi sana, hususan msimu huu hapa tuna siri kibao ambazo tunazo katika vichwa vyetu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nakuamini sana, na ni shukuru pale kwenye tukio, wewe ndo umekuwa first lady. Yaani wewe ndio mtu wa kwanza kufika na kuona, la sivyo angetokea mtu mwingine pale, mimi leo ningekuwa naumbuka, mjumbe.

ila sasa hata kama naondoka, naondokaje? Unaona, amenichezea akili, si ndio? Kwa hiyo wanajifanya wajanja, yaani amenipiga chenga ya mwili. Huyu naye nimempa kazi ya kupikia mafundi, amekuja kulala kwa mabwana zake, na amelala tu vizuri hapa, ashamtongoza mimi mtoto, jamani Jumbe, ondoka, cheki navyoitwa na shetani. Lakini jamani, yani cheki mtoto blaki, yani sijui nafanyaje sasa hapa, afu hata mtu mundani kweli. Jamani mbuzi zikafika, muuza supu yae Jeni, Jeni, Jeni! Natu nategea na mbwana uye. Mimi sasa, Jeni, mbona pumo ukafa nini? Mkuaji sasa fanyaje? Hawa nisije kwa tatizo hini, beda kafanyaje sasa? Kama akifa mtoto wenyewe, mi nimemtongoza huyu afi, itakuwaje? na anaokufa mi nimemkosa

nisaidie kwenye hili, naomba ili jambo libebe. Ah, mimi tena? Wewe hapo sasa, unachotakiwa kukifanya unatakiwa urudi pale uokote nguo zake zile zote, na uanze kumvalisha kabla ajazinduka, kwa sababu kama akizinduka na akijikuta hana nguo, basi ni rahisi yeye kuelewa kwamba ameingiliwa bila ya ridhaa yake. Sasa hapo mjumbe, unakuwa unanipa mimi mtihani ambao sijawahi kuwaza kwenye maisha yangu kama nitakuja kujaza au sijawahi kuwaza kama nitakuja kukutana na mtihani kama huu. Kiukweli mimi nawezaje kuingia pale ndani afu kumvalisha msichana ambaye wa rafiki yangu ninayelala naye, ninayekula naye, sili yake sili yangu, sili yangu sili yake. Wewe ni kama unanipa matatizo hapo mjumbe wangu. Ha. Kabla hujaongea wewe ujinga wako, au hujajiuliza hayo maswali yako ya kijinga. Jiulize kwanza mimi niliwezaje kwenda mpaka pale na nikaweza kufanya lile tukio. Ni kwa sababu amezimia. Sasa unatakiwa utumie mwanya huo huo kabla hajazinduka akiwa amezimia, mvalishe nguo zake taratibu. Ikitokea sasa amezinduka, naomba wewe ndo ujue unafanya nini. Ayu hiami, sawa lakini. Hapo hakuna cha lakini, hii ni amri. Unatakiwa unisikilize mimi, kiongozi wako. Kumbuka tunasiri mimi na wewe na hii lazima uchukue iwe siri yetu. Another secret issue. Don't talk anyone don't tell anyone for this situation bad. Kama yule mwanamke akikuona wewe haujatumia haraka ya kumvalisha na kuondoka, mimi usije ukanitaja, kwa sababu wewe ndio utakuwa umebambwa. All all in all, utajitetea wewe mwenyewe. Usije ukasema mjumbe sijui kafanya nini. You know me very well, I am bad boy. Tell your mom right. Hakuna swali la kujiuliza, jiokoe. Ah! Siri zetu.